Ni pamoja na kutengeneza kizazi bora, kizazi kinachomcha Mungu. Kusudi na mipango yetu ni kuwafundisha watoto maneno ya Mungu kwa mujibu wa Biblia, tukiamini kabisa kwamba mtoto akilielewa neno la Mungu kwa mujibu wa Biblia, neno la Mungu akaliishi, likawa kiongozi chake huyo atakuwa mzalendo. Kulikuwa na wimbi lina trend kwamba Kibondo kuna tabia za uchawi, lakini kadri maendeleo yalivyoendelea elimu, watu wakawa sasa angalau wanaishi hata hiyo kidato cha nne, lakini dini wakawa wanaweza kufundisha maneno ya Mungu watoto wayajue, wayaishi. Matokeo yake hata wale wazee waliokuwa na huo uchawi hayupa naye urithi, maanake wameshaelewa kwamba huo uchawi sio, hauna maana, hauwezi kuwasaidia, hauwezi kusababisha ndoto zao zitimie. Kwa hiyo hata hili ambalo wazazi wengine wamekuwa wanahimiza watoto wasifanye mitihani wasiandike vizuri, waandike vibaya ili waferi, hilo nalo linaendelea kuisha. Nadhani itafika mahali itakuwa haliwezi kutajwa tena katika wilaya ya Kibondo. Kwa mimi nacho naomba zinaomba mwasomesha watoto wenu mwapeleke shuleni, kwa sababu shuleni ndipo sema ambapo tuweza kujitetea maarifa, na pia shuleni ndipo sema ambapo tuweza kutimiza ndoto zetu, na mafanikio yao yatazidi kwa makubwa zaidi na zaidi, hata tuweza kuwasaidia nyinyi na kujisaidia wao. Tunaomba serikali iweze kusaidia watoto wa kike itawezesha, ili tuweze kusoma na tuweze kutimiza malengo yetu. Tokana na juhudi hizo za serikali, ufaulu wa upande wa, wa sekondari umekuwa kwa msingi, umekuwa ukipanda mwaka hadi mwaka. Katika bajeti yetu tumetenga kiasi cha kutosha, takribani karibia milioni 250 kutoka mapato yetu ya ndani.